yenye nilikuwa nakwambia inaitwa mlima hii, ina ngoma tu. uh -huh. hmm. hasa hapo mlima nilikuanga nikitoka hapa mbio, nitasimamia juu, hata sichoki, hata wezi jua nimefika aje. Tunaongea watu, hata walienda wakanistaki kwa chifu, wakaambia, eh, akuja ambie bwana wangu anikataze kusumbua watu na makelele usiku. hmm. walipomwambia aliwaambia, kama nyinyi mko na nguvu mwambie pia, mimi nimeogopa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 tukasikilizana pia, mimi nikamjibu, nikamuongelesha. Ni ndio nikatoka nikaenda tena nikarudi tu hapa, kwa natembea tu na miguu hizi ni beba na sichoki. ni wengi kila siku watu Uganda, zi, watu ni wengi mm. Uganda napata watu wengi, Kenya hii mzima, kila mahali watu wananijua na kuja tu hapa kuomba. Na hapa mimi Mungu aliniambia, mtu akiwa mgonjwa na kuombea, uende hospitali, sikatazi mtu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 kama no. kuko mwangaza kila mahali kwa, kwa Rome, tulikuwa wawili kwa Rome. Sasa vile tulikuwa wawili, mimi nilishtuka kabisa, nikapishukwa na bubuazi, kaona tu mwangaza mwangaza, kafikiria wametuingilia, ingawaje tulikuwa na stima. Nikafikiria mtu wametuingilia, wameweka on bulbs. Kuangalia bulbs hakuna, lakini kila mahali unaona kila kitu light, light. kwa hivyo Nilistuka sana, nilistuka na nikaanza kusikia sauti na huyo alikuwa analala, kama amelala. Sasa sauti ikaanza kutoka kutoka, nikaona anaamuka, akaamuka, kwa sababu alikuwa anaita Maria, Maria, Maria mdomotatu, ndi akamu, akaamuka, akaja, akauliza ni nani, Maria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 Sasa mimi nikastuka, nilisituka siku jibu hiyo tena. Akarudia mama akamwambia wewe ni Maria, wewe ni mama wa kila mtu, wazimu nani nani akikuja atakuja mikononi mwako. Na kutoka hiyo siku hiyo usiku tu akatoka, nilistuka, akatolewa nje ya bedroom, akakuja kwa sitting room na akaanzia hapa maisha, wakuwa ilala tena kwa hiyo bedroom sasa. Akaanza maisha yake kwa sitting room, tunakula tunaongea nini kwa sitting room. Na Mungu huyu ni wa maajabu, sijui watu nao walijuaje ati maombi huwa inaendelea hapa. Mimi nilikuwa nasitukia tu, watu wanakuja, watu wanakuja tu kuombewa, lakini haikuchukua muda, watu wakaanza tu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 wenye na vile huwa naangalia, katika hii kijiji mahali penye alienda wakamukemea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 mwenye unamfuata kama uko na bidii wewe, fuata penye ataenda mpaka atarudi. Kama uwezi, we baki penye umebaki, yeye ataendelea hivyo tena. Mtakutania wapi sasa? Unyumbani watu wameanza kumjua na wao wote wamerudi, wameanza kujua kweli ile ilikuwa ni kipawa. Ni yani, wengi wamepona, wale wenye wali walikuwa hawazai wakaanza kuzaa. Kuna boma yenye alienda akaombea, kama vijana hawazai hawapozi wanawake, akawaambia kwanzia leo kila mtu afanye nini, atafute bibi na wali walipata wabibi, wameshazaa watoto, wameleta mbuzi, walileta ndama mbili.